tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliyostahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, Mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili; Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu nini, wala si wana wa halali. Na pamoja na hayo, tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia za kunyoka, ili kitu kilichokiwete kisipotoshwe bali afadhali kiponywe. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuiridhi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Maana hamkufikilia mlima uwezao kuguswa, uliowaka moto, wala wingu jeusi na giza na tufani, na mlio wa baragumu na sauti ya maneno, ambayo wale walioisikia walisihi wasiambiwe neno lolote lingine; maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamriwa, hata mnyama akiugusa huo mlima atapigwa kwa mawe. Na hayo yaliyoonekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha hata Musa akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Angalieni msimkatae yeye anenaye. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu, bali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na mwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao.